Tuelekee kaunti namba 34 ambapo wanawake kutoka jamii ya Wamaasai wametakiwa kujitokeza kwa wingi kuwania viti mbalimbali vya uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. Wakizungumza wakati wa kutoa hamasisho kwa umma kuhusu dhuluma za kijinsia huko Isinya, viongozi hawa wanawake wanasema iwapo kutakuwa na wanawake wengi mamlakani, basi watasaidia kupaza sauti kuhusu dhuluma dhidi ya wanawake. Viongozi wa kazi na wanaharakati wa kupambana na dhuluma za kijinsia walikongamana mjini Yesinya kuendeleza misururu ya mikutano ya kuhamasisha jamii kuhusu dhuluma za kijinsia waliozungumzwa wakieleza namna bado sauti za wanawake hapa Kajiado hazijapata nafasi. Wanasema licha ya wanawake wengi kuendelea kupitia dhuluma mbalimbali mbali katika jamii, sauti zao zimeendelea kusalia kimya. Na sisi Wamasai tumenyanyaswa tukiwa wanawake, ndio maana hata kazi mingi saa hii sisi tunabaki tukifanya nyumbani. Musee hawezi ruhusu mama aende biashara kwa maana hiyo ni unyanyasaji, hasa saa hizi tukichaguana. Kama saa hii tukienda election, wamama wanadhulumiwa, hatuwezi eti ongozwa na mwanamke. So in Masailand it has come out very clear that we have economic gender based violence to, especially in the with women. Ni kutokana na ile ndipo wanawake kutoka jamii ya Maa wamepewa changamoto ya kupigania nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao, ili wapate fursa ya kujitetea na kupambana na dhuluma dhidi ya wanawake. Mimi vile nilichaguliwa mara ya kwanza, Naisula Lesuda kachaguliwa Samburu West, Sara Lekorera kachaguliwa Laikipia North na sasa tuko na mama anaitwa Agnes Pareyo amechaguliwa na Rock North. Unaona, jamii imekubali imekubali ni akina mama. Sasa waji, wajitoe waji, wajipeane kwa wananchi was, waseme yale wataweza kufanya sababu mimi ninasema jamii imekubali. Kwa hivyo nawaambia wasichana mahali popote wanapokaa Kenya, if you want to go for leadership, go for without fear. Wito huo ulikuwa ukitolewa kwenye hafla ya siku moja iliyowaleta pamoja wakazi wa Isinya kuhamasishwa kuhusu namna ya kuripoti na kupasa sauti kuhusu dhuluma za kijinsia kama vile. Tumekuwa hapa, tumeomba wale wamepata eh, masomo ya leo, wakirudi vijijini na makazi zao wawe wale wana train jamii wa train jamii waelezee dangers ya hizo uh, uh, violence uh, na na kwahamasishe jamii kuwe na wa, wa mazungumzo wakati wowote, kama kuna mambo watu wazungumze. Tunahitaji amani, tunahitaji pia watu wote wapate nafasi ya usawa. Kila mtu ajishughulikie afanye kazi yake, na kwa familia watu wakae na amani na wasemezane. Dhuluma za kijinsia ambazo zimekuwa zikiripotiwa hapa Kajiado dhidi ya wanawake ni pamoja na wajane kupokonywa ardhi zao, ukeketaji, mimba za utotoni, sawa na ndoa za mapema. Robert Masai, runinge ya Citizen, Isinya, Kajiado Mashariki.